Niwaambie kitu uliitishwa, kabla ya mchakato kuchukua fomu, uliitishwa mkutano Mchinga, na mwenyewe wenzee akaenda pale na machawa wakaenda pale, ajenda kuu ni moja tu ya kumtaka Mama Salma asiwe na mgombea mwingine kwa kura za maoni. Kikwete anamwambia, nyinyi mlikuja, mlikuja nyumbani kwangu. Chawa alikwenda mpaka Dar es Salaam hapa, elfu mbili na ishirini wanakwenda kumwomba Kikwete Mke wake wa Mama Salma agombea jimbo la Mchinga. Walitoka chawa humu mwetu. Anaambia kwa kwa mlikuja kuniomba nikakubalia. Ole wewe wa wa wa ni mtu atakupa fomu. Mwaka huu watu wasitamu chukua fomu za kula dhamauni. Walichukua. Sio hawakutaka. Wote wamezuiliwa. Wote wamezuiliwa na nitawapeni ushahidi. Ni mchukua mtu mmoja tu babali. Babali ni miongoni mwa wa watu ambao walitaka kugombea tena kupitia CCM. Kapigwa pini mbaya marufuku toka. Nenda chamazi huko. Kilicho mkuta yuko kule, yeye na malaika wake na Mungu wake ndio wanatujua. Kachukua fomu tamanzi baada ya kufukuzwa huko. Anaingia kwenye kura za maoni yeye mtu wa tatu, kapata kura 150. Bila kufukuzwa huko, angegombea Mchinga kupitia chama chake cha system, angepata kura 150. Angepata nyingi, lakini huyu mama na jopo lake hawakutaka wagombea wengine wapitia system kwenye kura za maoni. Anajua akichukua fomu na system mwingine atashindwa kwa sababu anajifahamu kwamba yeye hakuna kitu afanyie wanamchinga. Unajua. Nafsi ya binadamu huwa inajijua. Nafsi yako wewe unajijua. Ukiwa wewe mtongozi, wewe wa kesa watu wenyewe unajijua kwa mimi mtongozi, unajijua. Unajijua. Ukiwa wewe mwizi, unajijua mimi mwizi, uongo. Ukiwa wewe mchawi, nafsi yako inajijua wewe mchawi, uongo. Na Mama Salma mapungufu yake yeye anayajua. Na ndio maana hakutaka mtu ashindane naye kwenye kura za maoni kupita sisi. Kule akapiga pinda kanyo. Mm. Na mwamba wewe katapira nikimwachia nafasi hii itakuwa shauri. Na ningekuwa mbunge safari hii oh. <laughs> kina mama wanakwenda zahanati, wanakosa huduma za mama na mtoto, ambazo sisi hapo nasema huduma hizi ni bure, hamkosi huduma una unakwenda kujifungua kwa ukatiwe hela kujifungua. Tieni <laughs> akili, watu ambao katieni akili sisi haona nini njema kwenu, lakini leo anakuja mheshimiwa Makula kuja kuomba ni ubunge. Kwani nyinyi mlikuwa mnambunge nini? Haya, mbunge wenu huyo wa Mchinga Mama Salma niweza nikosea Ameweza amekosea. Amekosea. Yeah. Leo mbunge wenu anadharau. Yeah. Leo mbunge wenu Mama Salma anadharau. Eti yeye anasimama mbele ya media, anasema watu wa wamchinja, wamekubali mimi mpaka nitaposamiwa mwenyewe basi na mimi niwaache. Ni akili gani hiyo? Hiyo ni akili gani? Leo tuangalie sana miundombinu ya barabara. Miaka mitano kabla ya Salma tulikuwa tunapanda kwa Claudia tunapanda nini? Tumwepo